Miongoni mwa swali ambalo vijana wengi wanajiuliza: Mbona idara ya uhamiaji hizi ajira mpya? Mbona umri umebana sana? Lakini kupitia hii video nitaenda nikupe sababu baadhi kwa nini umri umebana hivyo. Sababu namba moja ni uwezo wa kufanya kazi kwa muda mrefu. Idara ya uhamiaji wanapendelea umri huo waliouorodhesha kwenye tangazo la ajira kwa lengo la kutumikia hizo nafasi kwa muda au miaka mingi kabla ya kustaafu. Na sababu ya mwisho, baadhi ya majukumu ya idara ya uhamiaji yanahitaji nguvu pamoja na stamina. Kwa mfano majukumu kama doria, kazi za mipakani. Umri mdogo huendana na mahitaji hayo.